Maisha ya wanafunzi wa Kristo, tukiishi maisha ya wanafunzi nawaambia, mambo yatapenda hivi. Nawaeleza tu ile ukweli na, na Dokta Mzee Joshua, yeye ni mwalimu mzuri. Mzee Lazaro, ai watumishi wote ni waalimu. Naomba waalimu kabisa. Mzee Lazaro wa, masomo ya Biblia baba yanakuja ya Bible School. Soma satifiketi hata ukiwa nyumbani soma, tutatengeneza muundo mzuri soma, kwa sababu darasa la kuja hapa Kongowe siku moja moja, soma baba. kwa sababu tunahitaji watumishi wote wao wanaoelewa, angalau kwa hatua fulani. Sasa niende kwenye faida ya pili kabisa, unapata uzoefu kabisa wa kujisafisha mwenyewe na kuchagua mtindo wa maisha yanayoendana na ambavyo Yesu anataka mwalimu wako, angalia yao point, unakuwa na uzoefu yaani, uzoefu maana yake hivi, najaribu ikuja ukaishinda, maana yake hapo kuna kitu nu, unakuwa na uzoefu wa wewe wenyewe, yaani, maisha yako yatengeleza yaendane na vile vikaumele vya mwalimu wako kwa kweli. Kwa Yesu nitapia kusimama, akuambie azuie, labda ulevi au ishawishi fulani Iwe mwenyewe ila bila yeye alichofanya ni kutoka Mungu Amen. Nimesikia mwalimu wetu mmoja Bwana Dk. Shima, unataka Yesu akusaidie nini? <tuhi> kajitoa damu yake kama msalabani ni msaada mmoja wapo huo, kaenda kamleta Roho Mtakatifu, kakusaidia kitu gani? unataka msaada <laughs> Daktari Shimba <laughs> yuko vizuri. Mungu atusaidie sana lakini. Tatu, namba tatu, mpendo wa kweli. hizi ndio faida namamosi yano naona ni mtu mwenye upendo wa Mungu asiyebagua. Wezi kuyaona hayo mambo ya kubaguana mtoto wa mjomba mtoto wa shangazi unafanya, kwa sababu sisi sio wanafunzi wa Yesu. Mambo ya kubaguana ya ukabila, mama Rozi, kwenye kanisa la Mungu ni kwa sababu sisi sio si, wanafunzi wana, tukiwa wanafunzi wapendwa, hutasikia huyu sio kabila langu. Na hiyo roho kwa no, jina la Yesu shinde wala isije ikakuza hili kanisa la Mungu. Sisi wote wapendwa, ni ndugu na ni kabila moja la watakatifu amen. Yoyote gongo Mzigua, Mnyamwezi, Mnyaturu, wote sisi ni wamoja wapendwa. Sasa upendo huu ndio unaona kabisa, si tunakuja hapa kanisani. Jamani, kipero wetu anaoa mchango, huwezi kusikia huyu sio mtoto wa shangazi, wala huwezi kusikia huyu sio kabila lamu, wote tunajitoa ila kanisa letu jamani saa ziile lakini awabangua sana kwa maneno, ila saa zingine mnafanya mambo yanafurahisha moyo. Mshikamane, nasema jamani, kijana we. Haleluya a